Faida ya mazoezi kwa mama mjamzito. Mazoezi hayatakiwi kupuzwa hata kidogo. Kwa wewe mwanamke, nisikilize tafadhali. Kama hufanyi mazoezi, basi nakwambia kuna vitu vingi ambavyo unajisababishia matatizo mwenyewe ya kiafya kwa sababu tu haufanyi mazoezi kabisa. Hivyo basi Isikilize hadi mwisho wa video hii, wewe mama mjamzito. Lakini kama wewe ni mara ya kwanza unatembelea chaneli yetu, usisahau kusubscribe chaneli yetu kwa ajili ya kujifunza zaidi, ili tunapotuma masomo yetu wewe wa kwanza kuona. Faida ya kufanya mazoezi kwa mama mjamzito, faida ya kwanza. Kwanza hupunguza maumivu ya mgongo na uchovu. Mazoezi kama ya kutembea mazoezi ya yoga na mazoezi mengine laini kwa mama mjamzito yanasaidia kuimarisha misuli ya nyonga na mgongo, hivyo wenda kusaidia kupunguza maumivu ya mgongo na uchovu wakati wa ujauzito. Pili, huboresha mzunguko wa damu. Mazoezi husaidia moyo kufanya kazi vizuri. Kumbuka, kazi ya moyo ni kusukuma damu. Kwa hiyo moyo ukifanya kazi vizuri na kusukuma damu itapelekea mtoto kupata virutubisho kwa wakati. Tatu, kusaidia kulala vizuri. Mazoezi, mtu anayefanya mazoezi basi huwa mwili wake anavyoenda kulala basi inasaidia sana kupata usingizi mzuri. Nne, kusaidia kuimarisha misuli ya nyonga ambapo mama mjamzito misuli ya nyonga ikiwa vizuri, ikiimalika, basi hiyo inaenda kusaidia wakati wa kujifungua, kwa sababu ikiwa na uwezo wa kutanuka vizuri, basi inakurahisishia namna ya kujifungua kwa njia salama. Hivyo ni muhimu sana kufanya mazoezi kama haya. Tano, kupunguza hatari ya kupata kisukari cha mimba hapo kinafahamia kama gestational diabetes. Ni kwamba wanawake wengi wanapata kisukari cha mimba, hasa kama hajishughulishi, kama yeye anakaa tu, kama sio mtu wa kutembea afanye mazoezi yoyote. Ni kwamba unapofanya mazoezi yanasaidia kuvunjwa kwa sukari mwilini, hivyo basi inakuepusha sukari kujazana kwenye damu na kupelekea sukari ya mimba hivyo basi, kwa hiyo ukifanya mazoezi inaenda kuokoa wewe mama mjamzito kutopata hizi changamoto za sukari. Sita. Kuongeza pumzi kwa ajili ya kujifungua. Mazoezi yanaongeza ustahimilivu, yani unapofanya mazoezi basi yanaongeza pumzi kiasi kwamba hata wakati wa kujifungua basi utakuwa na pumzi ya kusukuma mtoto. Saba. Huongeza eh, hali ya furaha Kumbuka swala la furaha pia lina, lina mchango mkubwa sana wa homoni. Homoni zinazozalisha furaha ni kwamba zinazalishwa hasa wakati wa mazoezi eh. Homoni kama endorphin ni kwamba unapofanya mazoezi basi homoni kama hizo zinazalishwa, kwa hiyo utajikuta unaepuka msongo wa mawazo na unajikuta mwenye furaha zaidi. Namba nane na mwisho huenda kusaidia mama mwili kurudi kawaida baada ya kujifungua. Mwili wako utakuwa vizuri sana baada ya kujifungua, kwa sababu ulikuwa unafanya mazoezi. Licha ya kwamba baada ya kujifungua utahitaji pia mazoezi, ila mazoezi ya kabla ni mazuri zaidi, naenda kusaidia kurudi kwa uharaka zaidi. Hivyo mama mjamzito, jitahidi sana kufanya mazoezi, hakikisha unafanya mazoezi. Cha msingi fanya mazoezi ambayo ni mepesi kulingana na umri wa mimba yako. Pili, kabla na baada ya mazoezi. Tatu, usiendelee na mazoezi kama unaona maumivu, una kizunguzungu aidha haupo sawa kiafya. Asante sana, usisahau kushare na mwenzio ili naye ajifunze. Asante sana.